Ndio hiyo inaanza kutiririka mpaka kutoka mauti Kenya mito ikija maisha yetu inapinduka, inakuwa maisha hoyae. Oh kia kusaidia kujenga na wale watu walikuwa wanaitwa kansela kitambo, wakuje wakuje kuwa ma MCA ndio akatuonea huruma. Tulikuwa tunataambika kukondisha, nyumba ni shinda, wakati mwingine hatuna chakula, ndio tunaona tunasumbuka. Hata wa sasa tunalia tukishindwa ni wapi tuelekee. Wale wa kitambiri ruha hali ya hewa na vile itakuwa tusikie tu mtu anatanja mfua, tunajikuta hiyo ni kushikilia tu tumbo hatuna mwelekeo tujue ni wapi. Mnajua saa siku hizi maisha hakuna, mulianiwa wale wanatuuliza na huko juu, kwani nyinyi mlichagua akina nani? kwani nyinyi mlichaguana? tukawaambia tulichaguana, lakini walisahau na sisi sasa. Tunataka mtukumbuke tafadhali. Usiku ni shida tupu, watoto wanalia huku kila kitu uh, uh, usiku mzima mvua ikanyesha na kulikuja maji nyingi na kukawa na floods. Sasa ng'ombe e, kuku zetu e, zikaenda na buzi zetu zilienda nazo, nyumba zote zilijaa zi, zi, maji. Kwa hivyo e, ndivyo tulikutana hivyo, e, na shida ya usiku wa leo, na tunaomba serikali tusaidie kwa sababu tuko na mashida nyingi e, e, especially, e, kukinyesha hivyo iwe na na floods, kwa, kwa, kuna, kuna kuwa na hii ugonjwa ya ya kipindu kimpindu kwa sababu kuna e, iko wakati kulikuwa na hiyo shida na lakini serikali itusaidia kwa hivyo mi naomba serikali itusaidie na hata hii barabara ya hii kaunti itusaidie e, kutengenezewa na diposa hata wakaaji wa hii kijiji ndio wawe na, na, na, na, na, na jia ya kutokea. Tunaomba e, serikali itusaidie na diposa hata sisi e, tuwe tunafurahia e, e, yani e, uchanguzi wetu vile tulichaguana. Taendelea tu kunyesha, lakini sisi hatuna la kufanya, kwa sababu hatuwezi hama hapa tuende pahali pengine.